E Bwana Yesu, Kinyonge movie inaanza kumwonyesha mchizi huyo hapa, ni moja kati ya mchoraji mmoja mkubwa sana. Sasa leo hii hapa, kipindi na chora chora hivi bidada nini kashalo ipa hela zake. Sasa mwamba akawa anafanya preparation za kuondoka. Maana kuna gari moja inaonekana kuingia pale. Na mwamba moja akamwambia, wewe wewe, maskini moja hivi, hebu okota hela hizo na kutupia hapo mimi. Yaani unajizungusha zungusha tu hapa. Sasa kumbe huyu hapa demo wa pembeni ni ex wa huyo mchizi ambaye hapo pembeni anachola asa akatumiwa kibunda hivi. Si unajua tena sina kitu. Sasa nitafanyeje? Lazima apokee tu. Kwa hiyo mwamba akaamua kupokea kile kibunda ambacho lilirushiwa na moja kwa moja akafanya mpango wa kuondoka mitaa ile pale. Sasa gari lake ni mbovu vibaya mno. Akaigunga gunga lakini ikamfikisha hapo kamtaani. Nyumbani kwake bwana anadaiwa kodi na baba mwenye nyumba. Akaamua kumtupia zile hela ambazo alizopewa pale baba mwenye nyumba kama alivyotupiwa yeye mzee. Kwa hiyo akatulia pale naye baba mwenye nyumba akaangalia zile hela. Sasa so, mwamba akawa anaweka vitu vyake pale poa nini, ili mradi mambo mengine yaendelee. Lakini baba wa nyumba pia akamtupia pia naye zile hela vile vilevile, yani akamrudishia kwa dharau, yani alimrudishia kopo fulani hivi, halele kopo bwana. Naye mwamba anakusanya makopo, ili mradi tu wapate pesa ya kulipa kwa hiyo, Mwamba naye alikopa kulitupa wala nini, akaamua kuliweka moja kati ya gala moja kubwa sana hapa mjini. Mwamba ana force apate eneo la kuweka hata picha zake mbili tatu, akaamua kulipa pale ili mlaji apate nafasi. Hela yake ndogo, lakini ndio hivyo, anamconfuse sana mshikaji. Mwamba akamwambia bwana, hela yako ni ndogo sana, kwa hiyo naweza nikakupatia nafasi kidogo sana, unaweza labda ukaweka michoro yako. Kwa hiyo sasa huyu mwamba bwana, demu yake ni kipofu, aoni kabisa na anafanya yani, na, kazi katika moja kati ya saluni pale na anateswa vibaya mno. Kwa hiyo akamwambia bwana, wewe pambana utafute hela bro. Si unajua mpenzi wako anavyofanya kazi zake, eh? Yaani inabidi upambane upate hela za kutosha sana. Umeona hivi? Ukiangalia hii picha unaona na njaa, si nakushika muda huo huo. Maana yani unavyoona, yani ni picha unazikua uchole kweli, yani uchole kweli mtu aone, yes, this is ni draw ya mtu kachola kweli. Sasa bidemu wake hivi kipindi anafanya fanya kazi mita ile pale nini? Anafanya fanya watu masa. Sio mwamba mmoja akampiga ili mpenzi wake akae fresh. Sasa kipindi ametulia huyu Mwamba hajawe kumbusu huyu demu hata siku moja, kwa hiyo hii hapana hapa. Akaamua kutulia kwa pamoja nini, akampelekea zawadi bibi ya viatu vizuri sana, japokuwa bibi haoni hivyo. Hivyo akawa na dance pole pole, wanacheza sasa. Mwamba anataka kumkisi sasa, ina anataka kumkisi bibi, akasema mm, na hisi humu ndani kuna mtu so, bure. Akamwambia ndio, yupo bwana, rafiki yangu bwana, hamna chochote wewe so, eh. Mwamba hebu hebu fanya mpango ujifiche bwana. Mwamba akaamua kujificha, akamwambia tayari bwana, nishaje sipo sawa. Kwa hiyo naomba niondoke tu hapa basi shikaji nini, wakaamua kwenda sehemu ya kula bata nini, wamekunywa pombe sana za kutosha, yani kunywa pombe za kutosha, yani piga bia za kutosha mpaka chaka. Sasa ile chaka mwamba amelala yeye, mwamba akashtuka kaona kama kuna ndege fulani hivi aliens. Sasa mwamba akaamua kushangaa kushangaa hivi, kuna kimtu kidogo kidogo kikaamua kushushwa pale na wenzake wawili, kama wameshushwa mpaka pale chini. Sasa mwamba kaona, angalia sasa kaona wapiga picha, afanye mpango kupiga picha, kumbe alisahau kuweka flash bwana. Sasa alivyopiga picha wale wenzao wakapotea chapo wakarudi katika eneo lao moja kwa moja wakaondoka. Sasa kipindi wanaondoka pale chini walidondosha kama kifimbo fulani hivi. Sasa akakiangalia kile kifimbo kinawaka kweli, lakini akaamua kuondoka nacho. Sasa kipindi ameamka asubuhi, akawa anakumbuka kila kitu na akamwambia rafiki yake. Bwana, jana usiku ilitokea hichi. Ah, bwana wewe hauwezi ukaniambia hivyo kweli. Kweli serious. Kuna mahali yani walionekana wameshuka pale. Bwana wewe unaona umechanganyikiwa, jana ulivyolewa, akili yako haipo sawa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo yani ebu, wacha kunichanganya mimi na kunifuruga. Serious kweli, kuna mahariani watatu walishuka hapa duniani, alafu hivyo hivyo walivyoshuka. Ona ona, eh Kumbe hii peni ukichora, embo, kajaribu kuchora hapo, kamba hapo, likatokea kama liliva. Kaona hii kweli serious, bwana, chochote unachochora kamba. Kwa hiyo mwamba kaona kwamba hii ni bingwa, kaamua kurudi nyumbani kwake na kumfuata mshikaji wake, akamwambia brother, hii umeona hivi vitu vyote viwili nimechora kwa kutumia hii peni. Mm, kaka, hivi ni kweli au mbona unaletea joking fulani hivi? Serious kabisa, ni peni ambayo nilikuta jana usiku mkoja. Kwanza nijaribu kuchora, labda ni kipisi cha almasi, afu tuone kitatokea kweli sasa wamekichukua pale, kipindi unausikilizia, umesikilizia, umeona. Akaona anadanganya, hebu ngoja, akalichukua ile karatasi, kalitupa nje. Mara ghafla huko nje katika sauti oa, nani kanidondoshia mbona kitu kizito hivi? He, ni amna hapo sasa, ni kunyosha hivi, akagundua kwamba ni gold mzee. Akaamua kuweka mfukoni kama hajaonekana hivi, akaamua kuondoka, akarudi ndani. Umeona sasa, umeona hii, oa, ni kweli mzee, hebu oa, sasa sikia, inabidi tuchukue bonge la dhahabu. Akalichukua bonge la dhahabu kweli, dhahabu hili hapo likatokea. Akamwambia kaka tuchole nyumba sasa. Nyumba pale pale nyumba ikaondoka mzee, nyumba ikatokea kati kati ya mji, kila mtu akashangaa hey, hii nyumba ya namna gani imetokea ghafla hivi? Mapolisi bila kupoteza muda wakafika paka maeneo yale, wakajiuliza hii nyumba imejengwa muda gani? Mbona dakika chache sana imeshakuwa sawa? Sasa wakawa wanagonga mlango pale pale. Sasa washikaji wakiwa wa pembeni pale wametulia, wakawa wanajiuliza sasa tunafanyaje? Eh, tunafanyaje? hii nyumba labda iondoke mzee. Wakaona hapo kuna batani, wakabonyeza ile batani, kumbe kuna batani pale chochote utachokichola, kwamba kinaweza kikarudia vile vile. Askari kwanza akashangaa eh, mbona hamna kitu chochote mzee. Basi mashikaji wakaamua kurudi paka mtaani. Walipofika mtaani kwao, wakawa wanajiuliza oya, hapa inabidi tuchole fedha, sawa. Wakaamua kuchola hela na kwa namba. Sasa walipochola namba, wakashangaa namba zimetokea juu juu. Oya, inabidi tuchole mfumo wa hela kabisa, sio tunachola namba. Wakashangaa gari kambili nyingi mzee, ilitokea pesa za kutosha, paka kikajaa nyumba nzima. Sasa baa mwenye nyumba akawa anaita jamani, wote mtoke nje, fanyeni mpango, wote mtoke nje humu ndani yangu a ya nyumba zangu. Mbona hela ni nyingi hivi paka zimedondoka mara ghafla kuna ferari kama tatu hivi, gari za kutosha zilionekana pale. Shikaji yao mjini mzeni bonge la farmers. So, kuna bonge la nyumba ambayo ni kubwa sana ambayo inauzwa. Sasa hapa yule ex wake yupo pamoja na mpenzi wake, wana bargain bei pale. Wakashangaa mshikaji huyu hapa amefika. Sasa wana bargain bei, mwamba alipofika pale bila kupoteza muda. Oya, hii nyumba inauzwaje mzee? Haina shida, pangeni hela zile pale. Kwa hiyo zilishushwa pesa pale za kutosha zikawa zinapangwa pale sasa. Kisi wake akashangaa huyu mwamba hela akatoa wapi eh? Basi mwamba bila kusahau akamchukua demu wake ule ambaye haoni, akaamua kumpeleka katika ile palasi yake, ili mradi leo hii anaweza akafanya mpango akaproposi labda aweze kufanya mpango wa kumuoa akamwelezea, bwana, mimi mbona hizi hela sielewi umepatapataje? Basi pale celebration ilizidi kuwa poa sana pale nini, Mwamba, watu wali celebrate nini, kusherekea. Mwamba si unajua ana kibunda cha kutosha, kwa hiyo watu wali celebrate pale, wanaendelea ku fly nini. MC, bila kupoteza muda, jamani, tunawakaribisha wageni wetu rasmi katika ukumbi wetu mzuri. Sasa mwamba akaamua kumpropose yule bibiye pale pale, akamwambia bibi, aka reject pale pale na akakataa kabisa propose yake. Kwa mchumbaji akamwambia, mbona umenikimbia eh? Unajua mimi nakupenda sawa, unanipenda lakini mimi unajua sioni eh kwa hiyo ninachokuonea na kuonea sana. Wewe uwetafute tu mwanamke mzuri anayeona, muenjoy tu hizi mali. Sasa mimi nanjo nini hizi na pesa, swala la macho yako yanaweza tu yakawa sawa. Mimi naweza nikayachola macho yako ukawa fresh kabisa ukalwej wona macho na tukaenjoy maisha yote fresh. Sasa, ye, eh, sawa basi bibia ka washikaji kipindi wanabishana, lakini bibi akawa anawaza. Washikaji wakazidi kwa sasa kuchora, wakaamua sasa, imradi wamchore huyu bibi kama alivyo, labda macho anaweza akaingia pale. Sasa wakawa wanasikilizia sasa, labda sasa huyu bibi anaweza sasa. Bibi akamwambia jamani, naona mnanichelewesha bwana, naona hamna chochote kilicho maana kinaweza kutokea. Basi bibi akaondoka zake, alifika mlangoni tu akapotea. Alivopotea, mzee akatokea sasa pale mbele yao. Bwana oya, bibi anaona mzee peni ni ya maajabu sasa sasa, bibi akaanza ku celebrate maisha sasa mazuri, akaanza ku enjoy sasa good life huko huko huko, na ana sherehekea nini? Bibi Kipofka, Doiye, Bayu, bibi, si unajua, unajua ile ile kipofu kaona mzee, ndio hii hapa, hiyo mwamba sasa sasa sasa, hizi kufanya kufanya celebration mauzo picha zake watu, oh, mimi nanunua dola dola 500 huyu, dola 200, bali pale wakawa, alikuwa anaona sasa mamba pesa zote hizi amezitoa wapi? Ana magari makali nini? Yaani washikaji, siri yao wanaijua wenyewe kwamba pesa wamezipata pataje. Sasa watu wakawa na shangaa. Huyu, hivi kuna bibi mwingine alionekana kwa upande wa pili ni Mongi ya famous alipoteza macho yake. Kumbe bwana inaonekana haya macho yanahama yaani, hivi vitu vinahama. Ghafla washikaji mmoja wao alivyotaka kutu gari. Sasa kwa upande wa pili huko polisi wakawa na shangaa. Mbona zinapotea tu benki yaani, haieleweki yani, pesa zinapotea potea ya tu benki. Wakawa anajiuliza mwamba sasa huyu yuko upande huu si mpinzani ambaye yuko na eksi wake? Akamwambia bwana polisi, huyu kuna mtu ambaye utajiri wake haueleweki kabisa. Yaani ghafla tu alikuwa tajiri. Alikuwa maskini chakavu sana. Lakini saa hizi ana pesa za kwa tupwa. Hebu kamchunguzeni. Basi polisi walifika paka eneo la tukio, wakaomba siri ya namba na pesa za mshikaji ambazo alinunua nyumba. Wakafuata pale wakagundua kwamba hii mshikaji hela bwana sio za kwake. A k pale, mshikaji mshikaji akajielezea sana, hela zangu bwana, nina peni ambao nikichora chochote inatokea. Bungi ya gari imesimama, yani, mbele ya polisi pale. Polisi wakasema du, kweli serious, watu hawaibi pesa. Basi polisi wakawaaminia pale washikaji. Alafu leo hapo, kama kuna mkwaruzo fulani, watu wakawa wanashangaa. Kuna bibi alikuwa anaingia pale, kumbe ni ex wa yule mshikaji. Amekuja hapa, amechoka vibaya mno, akawa anakuja kumwomba msamaha. Bwana, unajua yule mtu amenipiga sana, yani nimechoka vibaya mno, yani anipendi saa hizi. Si unajua, ni bora tu ningebaki na wewe, maana nilifuata pesa, sikujua kabisa kama wewe unaweza ukafanikiwa vikubwa namna hiyo. Naomba tu nisamee, turudiane kama zamani. Mwanamke akambia wewe, si una tamaa eh? wewe si una tamaa. Uwe tunywe tu tuenjoy, kesho uendelee na maisha yako fresh. Wakawa na kunywa pale, wana enjoy, wana pale. Si unajua ile ex wako leo kaja kukutembelea mzee, kwa hiyo Mwamba kama unavyojua ex atongoza mzee, kwa hiyo Mwamba bila kupoteza muda kama uko pale pale na ex wake wana kunywa bia huko, anaendelea kumwambia, bwana wewe unajua siri yote ni nini? Umeona hii peni, hii peni ndio kila kitu. Si unajua tena, ukishalewa wanatoa siri zote. Kumbe yule bibie alikuwa na CCTV kamera kwa hiyo, huko mpenzi wake alikuwa anaona, kumbe bibi alitumwa na huyu mshikaji. Mwamba alivolewa chakali

Kwa hiyo walipopoka tu ikaisha habari. Ah si Mwamba akaamua kumwacha yule ex wake anataka kumwoa huyu bibi ambaye ni moja kati ya misi dunia. Kwa hiyo misi huko kipindi ametulia, Mwamba akapotea, akatokea upande wa pili huko. Polisi hawa hapa bila kupoteza muda akagundua kwamba oya, huyu hapa eh. Kwa hiyo Mwamba akaamua kumsemea wa kwa kwa ah, askari bwana kweli kuna huyu Mwamba ameiba ile kitu. Kwa hiyo akamwambia wewe ndo kila kitu. Kwa hiyo pale Mwamba si anachola chochote akaamua kufanya mpango kuleta mandege pale nini akamwambia bwana mimi hapa naoa Yaani kivyovyote vile mimi hamwezi kunifanya chochote. Ebo, bosi, unaonaje kwa tuka chora hata kifalu hii mradi tuwalipue hawa wote? Mm, kweli. Kwa hiyo bosi umshikaji akaamua kufanyaje? Akachora ndege ya alien wale walotokea paka mita ile pa. Alien kweli hawa hapa wakatokea wamechoka vibaya mno. Si unajua kazi wanaoifanya ni nzito. Ngambia wewe. Wewe ndio unaonekana una kitu chetu. Bas kwa pande mbele hivi. Wanaonekana wambasi wameshapata kifalu, wanataka walenge awa wauwe kabisa. Kuwachungulia chomoa kwanza, bwana. Mimi hapa ndo nimechonga mwamba, akaamua kujitetea bwana, mimi ndo nimechonga hiyo peni na kila kitu nimekifanya mimi. Kwa hiyo bwana, wewe ndo kila kitu kikawa kimerudi kwenye hali yake, yani kila kitu kinarudi sehemu yake, mpaka ule bibi ambaye alikuwa na macho kipofu amerudi kipofu kama zamani. Washikaji, nguo zile, si unajua ndo za yale yale, zikarudi kile kile sasa. Alien kuja kutazama hivi, oya mzee, kumbe hadi ndege ambayo alokuja nayo alien imepotea mzee, wakashangaa oya, sasa nafanyeje sisi, tunaondokaje hapa eh? Wakasema oya, hebu tufanye mpango tuondoke hapa chapo kabla wa binadamu waje endelea kutupiga picha nyingi namna hii kwa hiyo fanyeni mpango tukifuruge. Kwa hiyo mwamba wakaamua kutete kama kimbunga hivyo, wakaamua kuondoka wote na washikaji wale wawili. Mshikaji sana tamaa mzee, kidude chake kile kimepeleka mpaka polisi. Kwa pande huko yule misi dunia amerudi katika eneo lake na polisi wamemshukuru sana mshikaji kwa jambo ambalo alifanya. Basi mpenzi, basi mama X akamwambia, bwana, mimi naomba unisamehe sana kwa kitu ambacho nilichokifanya, nilikifanya tu bila kutegemea, kwa hiyo naomba unisamehe sana. Basi bibi akaamua kuondoka zake kwenye maisha yake, bibi naye akarudi kwenye upofu kama kawaida na tayari kashaolewa. Basi ndoa iendelee pale pale. Basi kila mtu akaamua kuendelea na maisha yake, kwamba kila kitu kimerudi kawaida. Baada ya miaka kadhaa kupita, Mwamba kwamba biashara yake ikawa ngumu sana, na tayari yule mpenzi wake amepata mtoto, maisha yakawa magumu sana. So usisahau kusubscribe hapo ku like na comment ili kuendelea kuwa pamoja.